tuko pamoja Aa, ni safari nyingine ya kuwa na kitu kinachoitwa sauti zetu na ni kupaza sauti zetu na sauti za wadau mbalimbali kwenye masuala ya ukatili na huu ukatili wa jinsia TAMWA tumeanza kutembea nao tangu mwaka 1987 hila hapo leo ni afadhali ya jana kwa sababu tulipokuwa tunadhani tunafika imekuja tena jambo jingine kwamba tumeenda mitandaoni na huko nako kuna mita, kuna ukatili wa jinsia, lakini pia uh, wamekuwepo wapazaji wengi wa sauti. Vyombo uh, vya habari vimeendelea kufanya kazi zake, mashirika yasiyo ya kiserikali yameendelea kuwepo na kuongezeka, jambo ambalo kwetu tunaliona ni positive, yaani ni jambo chanya, kwa sababu Tanzania hata idadi ya watu pia imeongezeka kwa hivyo, ina maana kuwafikia wote tunahitaji wadau wengi zaidi, lakini pia wadau wa serikali kama vile jeshi la polisi, naona na lenyewe limeanza kujidhatiti katika eneo lake. Kwa mfano, kuna madawati ya ajenda na kuna hizo one stop center ambazo zinaendelea kushughulika na masuala ya ukatili wa jinsia, lakini pia wadau wa maendeleo na wenyewe hawakubali nyuma. Kwa mfano katika hili, tutakuwa tunatembea na shirika la maendeleo la Ujerumani GIZ, ambalo limetusupport ni kuweza kupaza sauti za watoto wa sauti za wanawake, sauti za wanaume, sauti za wa Tanzania kuhusiana na ukatili wa jinsia. Ni kwa nini tunaacha mpaka ukatili wa jinsia utokee katika jamii, wakati pengine, alafu unasema ah, nimejua ningejua tena, nilishaanza kuona dalili. Alinipiga siku ya kwanza, akanipiga siku ya pili, akaniambia nitakuua, akanipiga siku ya tatu, nikarudi. Au ile mtoto nimekuwa nikisikia anapiga makelele, tunaona mtoto naye anafanyiwa ukatili, hasemi kwa sababu ameambiwa, ukisema nitamdhuru mama yangu ukisema nita baba yako ukisema nitakumaliza. Umeona, kuna vitu kama hivyo kulingana na tafiti ambazo tumekuwa tukizifanya kwamba hizo zinakuwa ni sababu nyingi za kusababisha uh, ni waathiriwa ni wa... waathiriwa yeah. Eh, waathiriwa wa masuala ya ukatili hawatoi sauti zao, lakini wanapobaki na zile sauti ndani zinakuja kupiga kelele baadaye wakati tayari ukatili umeshafanyika, na si tu zinapiga kelele ndani yao, bali pia zinapiga kelele ndani yetu ya kwamba tungejua tungefanya hivi. Kwa hiyo uh, kwa waandishi wa habari wenzetu tunasema kwamba suala la ukatili wa wa jinsia duniani, ukatili hata haijafika nusu, kwa mujibu wa mijadala mingi ambayo inafanyika ikiwemo ule wa CSW ambao ulifanyika nchini Marekani New York, mwaka huu ilionekana kabisa masuala ya gender violence hata nusu nuswaiikia yeah. Wengine wanaamkana kuanza kutabiri kwamba labda pengine mwaka tukifikisha miaka mia kuanzia sasa, ama miaka 30 kuanzia sasa, lakini hakuna aliyejua kwamba huko mwanzo wakati wa Beijing uh, miaka sasa hivi tuna miaka thelathini na zaidi ya Beijing. Wakati ule wa mkutano wa Beijing walidhani walidhani kwamba pengine baada ya miaka thelathini utakuwa umepungua, pa tunaukomesha kabisa. Baadaye tunaona kwamba unaendelea na unachukua uh, sura tofauti tofauti, na unazidi kuongezeka. Kwa hiyo sasa, tunapoanza hii safari ya kuelekea kwenye kupaza sauti, tunaomba ushirikiano wenu na sisi tutazipaza kwa uaminifu mkubwa, tunajua maadili ya